Sasa, uchafu ni adui hmm, kama ilivyo ujinga na maradhi hmm. Uchafu, kuna wanawake mimi nawajua ambao wanarundika hadi nguo za ndani azifuliwi kweli au kifu, akivua anazichanganya na nguo za kawaida, umo umo umo umo, ukija kutoa nguo mpe msichana unatoa mpaka zile, mtu anakuonaje yani? Lakini pia huyu mume, kuna saa labda amejisahau naye amevaa soksi zote zikaisha, anamwaga zile nguo kwenye tenga ili achukue soksi ambayo ina nafuu vaya, anakuta zile zote, atakuheshimu? Lakini pia kuna mambo ya harufu. Nguo chafu zina tabia ya kunuka. Haya, nguo za ndani zinanuka kiasi gani? Zako, za mumeo, za mtoto, socks zako za mtoto Yaani ukienda kufua wewe ni kama yatima, kunavyotisikitika. Kwa nini usifue kila siku? hmm. Yaani mambo mengine ni madogo madogo ambao sio lazima, yaani sio lazima kila mtu ajue siri yako. Kama unatoka tu asubuhi unaenda kazini, kazi yako ni ya ofisi, sio ya kusweti sana unaweza ukavaa nguo ukaja ukaiweka kwenye henga ukaitundika siku mbili tatu ndo ukaifua au kairudisha kabati. Nitegemea wewe mwenyewe. Uh, maintenance ya mwili wako iko vipi? Kama maintenance yako iko very high, unaweza ukavaa mara mbili kabla ya kuifua. Hiki na watu huwezi kuvaa mara mbili kabla ya kuifua. Hai imagine pale ndani harufu ikoje? Chumba na sebule au chumba tu, mm -hmm au nguo zote unaweka kwenye watoto wanakulala watoto, unajiuliza, watoto mbona hawa wasikii? Watasikia vipi unapoliuti vichwa vyao, peleka harufu za majasho yako, jasho za baba yao, bado kuna vumbi, umeweka vifurushi vya nguo chafu, weka sabuni huko huko, weka dagaa umo umo, watakusikiliza wakiona akili gani? Akili wanazo utimamu, akili upo, chafu kila mahali. Lakini wewe mwenyewe pia utakuwa hujiamini. Bahati mbaya umeanguka unaumwa ndio tuliyoyasema. Watu wanakuja, watu wanaondoka na story. Watu hata tutakaji sehemu nyingine kusengenya, lakini mnatuforce kwa sengenya. Mm. Umeona vile vile. Msafi usoni tu. Mm. Au nakutana na mtu msafi kapendeza. Alienipa hiyo siri ni rafiki wa kiume jamani niliona aibu. Mm. Asema sisi tukikutana na wanawake tunaangaliaga miguu. Mm. Mwanamke alenga. Tunamwangalia miguu ni kava nini, na je, miguu anasugua kucha kakata za miguu? Mm. Hapo ndo tutaditamaini kwamba msichana ni msafi au mchafu. Sasa, kati tunapiga hiyo story, wakapita wasichana wanne wote miguu ni michafu. Wamenga hati. Mm. Bana nywele kibano vizuri sana lakini miguu ni hasara. Miguu michafu, viatu vichafu, vina vumbi, visigino vijasuguliwa, lakini mtu anasema mimi najipenda, najikubali, najithamini. Thamani yako ni hiyo. Wanaangalia miguu bwana. hmm. Tunaangalia mm. miguu. Wanaangalia miguu. Yani hata kama una, unafanya usafi piga leki kote, lakini miguu ni zingatia sana. hmm na hapo unapoteza maksi nyingi sana, pointi tatu unazikosa. mm -hmm. Vitu vingine ni vitu vidogo sana, kama unashindwa kushika miguu yako saa ya kuoga, huwezi kushika sehemu nyingine, na watu wanajua. Wanaume wengi sana wanalamikia wanawake wachafu. Zamani unajua si tuko tunajua wanaume wachafu ndo wachafu eh? mm -hmm. Kisisi sasa hivi wanawake ndo tunaongoza kwa uchafu Kutana na mwanamke yani ni kama haijui hajajui hajui bafu. Mm. Unamuuliza wewe, vipi mbona upende usafi? Sina muda. Au mtu anafuga kucha lakini kucha zake ni chafu, chafu yeah. Au anaamua kuweka yale makucha lakini hayana mwonekano mzuri mpaka kila rangi, rainbow. Na huwa kwenye kucha pia unazingatia sana liza mikono eh. Eh, mtu tu akiwa amenani hivyo unaangalia e, yaani e, kucha yenye uchafu eh, ina ina inamshusha ina ina mtu e, inatoa mm. tena tafsiri nyingine kuhusu mtu mm. Nikawa mimi nikutana na mwanaume amefuga kucha mm. hichi kidole kidogo na ili dole gumba alafu chafu, siwezi kum, yani hata akiniambia sasa hivi ni usiku, lazima nitoke nje, ni hakiki mm. sababu yani kuna mushkeli sana kwenye mambo yako unayofanya. No mm. Si rahisi kukuamini. Sa watu wengine wanaona hivi ni vitu vya kawaida, ni vitu vidogo. Sio vitu vidogo hmm. Sio vitu vidogo. Na kuna baadhi, kuna baadhi ya watu sijui inakuaje hii, kwamba uh, hususani wakina dada ama hata wakina kaka, kwamba inasemekana kuna watu ni wasafi nje, lakini ndani pia ni shida Mm -hmm. Yani, kwamba anakuwa na, na ana, anatoka tu, lakini kwa bahati mbaya ukapata fursa ya kufika kwake, unaweza ukashangaa huyu ndio yule ambaye tunamwona ni mnadhifu kweli kweli nje. Kwenye kwenye zile mada zetu za jikoni tumesema, yani unaweza ukapika na jiko lako lisiwe chafu. mm -hmm. kuna watu wakipika shh, uta, utazimia jiko ukuta vyombo mabeseni. Kwanza mtu anapika, anapika na karo lote limejaa vyombo anavyopikia. mm -hmm. Anasaganyanya nyanya zimejaa kwenye ukuta, anasaganyanya gauni lote limejaa uchafu. Kwa nini? mm -hmm. A mtu anaosha, anapika, anapika na kuni, vyombo vyote vina masinzi Kini kuna option ya kupikana kuni kwamba sufuria zote unazipaka mafuta mm, ili zisishike uh, moshi. <clears throat> Kama baada ya pale ukishazipaka mafuta zote, baada ya pale ukimaliza, unapitisha tu dodoki sufuria zote zinaonekana. Zinaondoka yale masinzi, ndio unaweka ile sufuria yako ya ugali. Ukishaiosha yale masinzi. Ili hata kama mtu atakuja kunawa mikono kwenye ile sufuria, asishike masinzi akashika sahani. Wewe peke yako ndio umepika. Kwa nini sahani kwa ni zote zina masinzi? Ni kwa sababu huoshi vyombo vyako kabla ya kusavu watu mm -hmm. Sufuria usheipikia mchuzi, isuze ilo vumbi kabla hujalipeleka juu ya meza, ukaeka juu ya meza. Juu ya meza masinzi, juu ya vitambaa vya meza masinzi, kwenye sahani zote masinzi, watoto usoni masinzi, wewe mwenyewe una masinzi, dera limeja masinzi Alafu nataka watu wakuzingatie, watu wao wanakuangalia mm -hmm. Wataangalia masizi. Si wewe peke yako unapikana kuni, watu kibao wanapika na kuni mm -hmm. Watu wengi wametokea huko, hasa vijijini, watu wanapika na kuni, unaweza kukuta nyumba yote imejaa. Unajua zamani nyumba za vijijini unapiga zinasilibu, nasilibu, nasilibu. Mm -hmm. Ukuti ukuti masizi ukutani na watu wanapikana kuni watu kila asubuhi wakiamka, wanasiriba nyumba na wamepika jana usiku. Yaani ile kusiriba ni pati ya usafi, ama ambavyo unataka usugue tiles kwako, unataka usugue pia ukuta ule upige unaosiriba. Sasa kama wale wana bidii za kufanya hivyo na maana wewe kwa nini? Bora hata mtu angekuwa harakati angekutana anashinda dukani anarudi jioni mtu mwingine toka asubuhi hadi jioni anabadilisha tu CD akitoka kukodisha hii anakodisha hii. Nenda jikoni kwake, vyombo vina masinzi, vyombo viko kwenye beseni, sufuria ugali ya juzi inanuka. Au mwingine akifagia nyumba na mauchafu ma anapitizia chini ya ufungu anarudisha ufunguo aweke pembezoni mwa mlango. Wengi sana, wengi sana. Wanaume wengine wanajisaidia kwenye chupa mm kama maji ya kunywa mtu anajisaidia cha wapo. Sasa, yani uchafu pia unaweza ukakusababishia wewe ukaumwa. Watu mm. wanayajua magonjwa ya uchafu, kuna kuharisha na kichocho. Yani mimi siamini mtu yote mchafu, yani mm. hata uniambie utanipa dunia siku amini. Mimi sipendi uchafu mm. Uwezaje kusema wewe unaosha vyombo changanye glasi vikombe sahani na vibakuli pamoja iwezekani? Glasi zinaoshwa glasi na, na maji yake unayabadilisha. Vikombe unavyoosha vikombe na maji yake unayabadilisha. Uwezo kunaoosha glasi mimi ukanipa maji ya kunywa ingeinanuka. Mayai. Si kikombe, mkeka, chai, kinanuka, hivi maji. Kikombe chai tangawizi kinge inanuka dagaa. Kwa nini? Mimi niko very picky, yani mimi mpaka ni kila mahali, sababu unaweza watu ukajuta kwa nini umekula. Very picky mm. Naweza hata mm. nikaja kwako ili tu nijue kwamba hapo nyumbani kwako kwa panafaa kula, nikaomba maji, kama glasi yako inanuka waliwali, sijui mchuzi mchuzi mchuzi, inanuka mayai, siwezi kula. Kwa kinyaa kinaanza mbali mm.